Fanuzi hiyo ei, hapo mali za zaka ziko nne hapo, kwenye mali kwa katika mali za zaka, hiyo mali katika mali za nini, za zaka, hiyo mali iwo katika mali za zaka yani, hii ili zaka iwajibike kwenye hii mali ni sharti hii mali katika zile mali za nini, za zaka, sharti hii mali katika zile mali za zaka. Sasa mali za zaka ni ngapi? Mali za zaka ziko nne. Mali za zaka ziko ngapi? Nne. Mali ya kwanza ni wanyama wafugwao, wanyama wafugwao ambao ni watatu wanne, au tusema ni wanne watatu, wanyama watatu wanne, kwa sababu hiyo nne ni tatu. Eh, hiyo nne ni nini? Ni tatu.

Halafu hawa wanyama waliofugwa wanachunga mwaka mzima au sehemu katika mwaka. Mali ya kwanza katika mali za zaka ni wanyama waliofugwa, lakini hawa wanyama waliofugwa ili watolewe zaka kwa sharti wao wanachunga. Unajua kuchunga

kumi na mbili ia miezi kumi na mbili ye anachuma au sehemu kubwa katika mwaka au sehemu kubwa katika, kuanzia miezi sita, kuanzia miezi saba sita, sita kumi na mbili. Kama anachuma miezi saba au miezi minane au miezi tisa, ii sehemu kubwa katika mwaka, maana yake ni nini? Yani, huyu nyama ambaye anatoka sehemu kubwa kuenda hiyo miezi nane, anapelekwa kwa machungaji, na baki eia z ezi zil hii miezi minne, huyu mwenye hawa wanyama akawa anawaletea majani. Hawaendi kuchunga tena. Akao anawaletea anatengenezea, kama nzizi kama nini, kwa hiyo chakula chao anawaletea, hawaogopi kufuata kwa hiyo kuna mechunga miezi na alafu miezi nne hajatoa kufanya chakula ameletewa pale alipo na bonus. Ah, ngai tena kwa na chakula screen ah ah ndio kwa na mnyaje anakula. Hapo kimoje. Hapo tumeshaelewa sasa. Kwanza huyu nyama ili aende kazaka au ni katika wanyama wanaofugwa. Au ni katika wanyama wanaofugwa. Sawa sawa? Haya. La pili, huyu mnyama awe anachunga ima mwaka mzima au sehemu kubwa katika mwaka, anachunga mwaka mzima au sehemu kubwa katika, au sehemu kubwa katika katika mwaka. Wanyama hao ni ngamia, anafugwa hafugu? Anafugwa ngamia moja, ng'ombe anafugwa hafugu? Nafugwa alafu mbuzi na kondoo, mbuzi na nini

Mbuzi na kondoo ni kama mnyama mmoja. Mbuzi na kondoo ni kama mnyama. Eh, kwa hiyo sisi tukasubiri kwamba hawa mbuzi peke yake wafikie kiwango au hawa kondoo peke yake wafikie kiwango. Sawa sawa. Jambo hili sasa nimesemaje? Hivyo si shanti mbuzi peke yake au kondoo peke yake wafikie kiwango. Si shanti. Si shanti mbuzi peke yake ki wafikie kiwango wala si shanti kondoo peke yake ki wafikie kiwango. Bali yote yanakubaliki. Bali yote yanafanyaje? yanakubalika. Bali yote yanakubalika kivipi? Uzi peke yake au kono peke yake au mchanganyiko, au mchanganyiko, yani uzi na kono kwa pamoja, nafahamiana. Yani kabla tunafika huko, tunajua uzi ukifika wakati unatolewa sana. Eh, atujui aya, tutafika 40 ukifika ngapi, amebaki kondoo ukifika sasa mbuzi peke yake ufika arobaini au kondoo peke yake, wote unasema, kwa sababu sawa sawa, hata kwenye tia arba mnyama kama kama kama kama moja wanyama. Kwa hiyo katika sharti la kwanza katika masharti ya kuwajibika zaka katika mali. Tukisema hiyo mali kwenda katika mali za zaka. Zaka hiyo mali kwenda katika mali za nini? Zaka. Na mali za zaka tunaambiwa zipo ngapi? Zipo nne. Mali za zaka zipo nne. Mali ya kwanza ni nini? Wanyama waufugwao, wanyama waufugwao, lakini kwa sharti hao wanyama wawe wanachunga mwaka mzima au sehemu kubwa katika mwaka Ehe, yaani hawa miezi kumi na mbili kila kukicha machungani, kila kukicha machungani. Azawe ikawa nisefuga kwa miezi tisa, anaenda miezi tisa imebaki nikatu kufika kumi na mbili miezi mitatu, yule mwenyewe akawa anafanyaje? Akawa akawa n anamletea chakula. Yule mwenyewe akawa anafanyaje? anamletea chakula. Yule mwenye wakawa anafanyaje panyaje, anamletea chakula. Eh? Anaenda kufanyaje? Anaenda kama ni kukamua, kama ni kukata majani anamletea wapi? Anamletea nyumbani. Sawa so, sawa eh? Anamletea wapi? Anamletea nyumbani. Tunasemaje hapo? Huyu anachunga sehemu kubwa ya mwaka. Anachunga miezi ngapi? Miezi tisa. Miezi mitano anafanyaje? Analetea chakula wapi? Nyumbani. Lakini kama anachunga miezi sita kama imechukua miezi ngapi, sita, alafu miezi si sita akaletewa. Jumaa huyu haiji, huyu haiji kwa sababu mo, hajachukua mwaka kusema wale zilipoka. Kama kama amechukua miezi mitatu, miezi tisa yote ja, akaletewa, huyu haiji katika zaka, anakosa sifa, anakosa sifa kufanyaje ya kuingia katika zaka, sababu yeye anakosa ya kuchukua mwaka mzima, au sifa katika mwaka, anakosa sifa ya kuchukua mwaka mzima, au sifa katika nini tunaenda pamoja nani tamoja hapo kwa nani mali wanyama malizaaaa mali ya kwanza ni wanyama wa ufugwao. Lakini hao wanyama wa ufugwao tena wakatajwa: ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Ngamia, ng'ombe, mbuzi na nani, na kondoo. Sawa sawa, ngamia wanajitegemea, ng'ombe wanajitegemea, mbuzi na kondoo wanachanganyika wanaweza kuwa ni mbuzi peke yake, ni kondoo peke yake, au kachanganyi mbuzi na kondoo. Jamani, nasema ni wanyama wanne, lakini wadhaa kwenye hesabu nini? Kwenye hesabu, kwenye hesabu ya zaka. Kwa hiyo kwenye mbuzi na kondoo, mtu asija akasubiri mbuzi peke yake afikia kiwango, asija akasubiri kondoo peke yake wafikie kiwango, bali mbuzi na kondoo kichakaja wakafikia kiwango, hapo umefikia katika nini? Umefikia kiwango, umefikia nini? Umefikia kumefikia kiwango hii ni mali yangapi jamaa? Na hii ni mali ya ngapi? Ya kwanza hili ya ya ni mali mm, ya ngapi katika mali za zaka? Mali ya kwanza ni wanyama wafugwao, kwa sharti wao nachuka mwaka mzima, au siyokuwa katika katika mwaka hapa. Kuuugaji atakaje? Haya, atapatikana inshallah. Eh? haya Shati za kujumlika sana kwa wanyama ziko mbili. Shati za kujumlika sana kwa hawa wanyama ziko ngapi? Mbili. Hawa wanyama hawa kuna shati mbili za kushiki. Hawa wanyama hawa wanyama wafugwao. Hawa wanyama wafugwao ili wanyenye katika sana kuna shati mbili zisikatia. Shati ya kwanza hawa wanyama wao ni wa kutungwa na si wale wanao nikiwa chakula. Hiyo ni shati la kwanza ni shati ya wao. Hawa wanyama wao ni wanyama fanyaje? wa kuchunga si wale wanatoa nini chakula. Sawa sawa, moja kwa moja, kitu tunaoeleza yale wanao haramika kwa kutaka majani na au kuchukua na kuwaletea au hawajui kitu sana. Sawa so, sana wewe sheria haitakugumiza wewe sawa sawa, wewe sheria kwambia hapana, kwa sababu unadhibika huko utapata chakula mimi nyama na mimi ili huyu nyama ile katika zaka asiingie kabla wewe ukaribia kuletea chakula au anatoka ana kitu japokuwa aui egenampeleka wewe lakini iraeanange kutata chakula. Eh, sasa huyu anatoka kutata chakula uyaa katika nini? Ana katika sa kwai mnyama nkatikasa haya masharti. Sharti la kwanza, huyo mnyama awe ni mnyama ambaye anafanyaje? Ni mnyama ambaye anachunga au anachungwa, na si wale wanaoletewa chakula. Sharti la kwanza, sharti la pili hawa wanyama wao wamechukuliwa kwa lengo la mtu kufaidika na maziwa. Maziwa ya nani? Maziwa ya hawa wanyama, yani ana hawa wanyama, yani huyo ana hao wanyama, ana ng'ombe, ana mbuzi, ana ngamia, ana kondoo, amemiliki hawa ani wanyama. lengo na dhamira ya kuamiliki hawa wanyama ni yeye kufaidika na maziwa yake au kuzaliana kwao, yani lengo lake anataka afaidike na hawa wanyama, maziwa au kuzaliana wale wanyama wanapozaliana ni faida kwa mwenye hao wanyama, au ni hasara? Si faida? Au yeye anataka, au ni kusifiwa na ndelevo huko, miaka yote anataka aongezeke. Sasa ikiwa huyu mwenye hao wanyama amewamiliki ima kwa sababu ya kufaidika na maziwa yake au kwa sababu ya kufaidika na kuzaliana hao wanyama, tunasema huyu mnyama tayari ana sisi katika zaa, huyu mnyama ana sisi ya kuingia katika katika katika zaa lakini ikiwa wanyama hao wamechukuliwa kwa ajili ya kufanya kazi, yaani kwa sababu ameumiliki kwa sababu ya na maziwa yake, amemiliki kwa sababu ya kufaidika na kusaidiana kwake, yeye amechukua kwa ajili ya kusaidia kazi, kubeba mizigo, kwenda kulima, kufanyaje nini, kumsaidia kazi hawa wanyama eh, ikiwa wanyama hao wamechukuliwa kwa ajili ya kufanya kazi, basi hawa hawia

Kwa hiyo mtu amekuchukua kwa ajili kufanyia nini? Kazi. Kwa hiyo mtu ni mnyama ambaye umemchukua kwa ajili kufanyia kazi, mnyama huyo haingi katika katika katika katika saa. Mnyama huyo haingi katika nini? Haingi katika katika saa. Hiyo ni maana ya kwanza. Ndugu zangu, tuko pamoja? Tumesema mali zinazoingia katika zaka ni ngapi? Ni nne. Tumesema ili zaka tuwajidike katika mali, sharti hiyo mali iwe ni katika mali za zaka. Sharti hiyo mali yakamaliza nini? Sasa. Sasa mali zinazoingia katika zaka ni mali nne. Mali ya kwanza ni nini? Wanyama. Lakini wanyama wote hapana. Wanyama wafugwao nani na nani? Ngamia, ng'ombe, mbuzi, na nani? Ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Kwa masharti mangapi? Kwa masharti mawili. Sharti ya kwanza hawa wanyama wao so, ni wale wanaotoka sio kuletea wanyama; ni wale wanaotoka. Unanunua na waletea hapana. Ikiwa ni hivyo ukaandika katika zaka. Lakini shati la pili, umemchukua kwa ajili ya kufaidika na maziwa yake au kuzaliana, si kwa ajili ya kufanyia kazi. Lakini kwa ajili ya kazi, huyo haingii katika nini? Huyo haingii haingii katika. Tazama, hii ni mali ya kwanza, na mzio kuondoka eh? Kwa nini? mali ya pili, na mzio kuondoka, si ndivyo kuondoka? Mali ya kwanza tumeshaifahamu ni wanyama. Wanyama wangapi? Watatu. Eh, wanyama wangapi? Watatu, wanyama watatu umesema ni nini? Ngamia alafu ng'ombe alafu mbuzi ishirini anibarbat wanyama wangapi? wanenakido ngapi? taweni Ni, siyo iea ngapi? haya <laughs> <Nyeja. laughs> Eh, maji yaii inayoingia katika zaka, vinavyotoka ardhi, vinavyotoka ardhi kwa maana vinavyolimwa, kama kwenye kulima ni vingi niliki, vinavyolimwa yaani nafaka na matunda, nafaka na matunda, watu wanalima kuna matunda, kuna miti, watu wanalima sabibu, watu wanalima eh? E, watu wanalima fini e, wanalima ni mpunga, mchele, watu wanalima i e, mahindi halafu na mpunga sii, watu wanalima. Sasa vile vinavyolimwa viwili tu basi, upande wa nafaka na upande wa matunda. Mazao haya yana masharti tano. aaseoe haya mazao tulile haya mazao haya, hivi inavolifa kwenye nafaka na matunda, kuna masharti matatu ili kuja katika zaka. Masharti mangapi? Matatu. Kwa wanyama ziwana, masharti mangapi? Mawili. Kwa wanyama zienda masharti, sharti la kwanza, au wanyama wao wamechunga sawasawa we mwaka mzima au sielikuwa katika mwaka. Sharti la pili, wao wameshughulia kwa ajili kufaidika na maziwa au kuzaliana sio kufanya kazi. Haya basi tunaoingoa nani kwa wa kwa wanyama na sasa <coughs> <coughs> tukija katika hivi inavyolimwa. Kwanza analima nafaka, analima matunda. Hapa kuna masharti matatu. Ili hivi unachokilima wewe ujue kile kinaingia katika zaka au hajikika katika zaka. Shike kipi kipi? Yaani, hapa naelewa kanuni yote sisi tunakuuliza sana hivi. Nini basi natolewa zaka? Maharage natolewa zaka. Njegere natolewa zaka. Unatolewa zaka, weshikigile kta ukiona kitu kimekamilisha haya mashati matatu, ndio mashadi mata aa ikishaoja. Sasa haya mazao haya, mazao haya yana mashati, yna mashati ya kwanza, zio hizo nafaka au hayo matunda inawekeka, hayo matunda yao yanawekeka, hayo mazao yao yanawekeka. Yaani kwa mfano unaenda kuvuna nini maembe. Sawa sawa. Maembe sio matunda. Ukasema nitavuna hapa, tarehe ngapi? Tarehe kumi na moja si ndio? Tarehe kumi na moja mwezi wa tatu. Sasa haya maembe yangu tarehe thelathini mwezi wa tisa. Yanawekea? Yanawekea? Hata kama hayawekei hivi kitu ni sawa. Sawa sawa, kama hayawekei kitu haifiki kwa nini? Umeenda kwenye nyanya zako nyanya hizo mashallah na hizo hapo nyanya. Eh. Yeah. Sawa. Shabu shabu. Tafuta mwezi wa kumi na mbili. Zinakaa kama mwezi wa kumi na mbili. Hazikae kama mwezi wa kumi na mbili. Mahindi yanakaa. Ah, ah, ah hazikae ile ndio. Ukija huko kwenye nini huku, nyanya hizi si hizi mababai, maembe hayafiki huko, machungwa yanafika. Mananasi

Sa hiyo nafaka au hayo matunda wakati yakivunwa huwa yanafanyaje? Yanapimwa kwa vipimo vya ujazo. Ikiwa hicho icho kivunwa kinapimwa kwa vipimo vya ujazo, tunasema hicho, kama hakipimwi kwa vipimo vya ujazo, hicho katika nini, hakii katihaitisa. Hiyo nafaka yako au matunda yako yanapimwa kwa nini na yanapimwa kwa nini? Yeah, so ya kwa ujazo so, si yanapimwa si ya, kwa nini? Kwa ujazo. Hiyo asili yake hiyo asili yake, baada ya kupita kwenye vipimo vya uzito tunaangalia asili yake. Sasa mtu anapame vipi? Ah, kwa nini umepata, kama ni ndege kaza, kama nini nyanya, unatumia nini? Yale unaweza kwa nini, na nyanya ulijiona unapima kwa mmoja wa mwingine, sivyo? kwa

hiyo nafaka au matunda hiyo inafanyaje? Inawekeka sasa, na pili kwa asili yake, na pili cha kuja nini, cha ujazo wao, kienda pale ukapo mdomo zile nyanya kwenye kile kijiji kisaloni hivi kile, kile kipimo cha nini cha ujazo au uzito, kipimo cha ujazo kile, eh ah, kwa hiyo kile kipimo, kipimo cha nini ya ujazo, alafu mwisho kiwango chake sasa, kio ni kijiji yake, yani kile kiwango ni kijiji yako wewe, nifuta, wewe unafuta kijiji yako wewe kama sio miliki yako wewe basi tunasema kwamba ile mali pale na haiwajibikiwi na nini? Haiwajibikiwi, haiwajibikiwi na zaka, haiwajibikiwi na nazaka. Hiyo mali ngapi? Na mali ngapi? Mali mbili. Mali ya kwanza na wanyama wafugwao, wanyama wafugwao kwa mashati mangapi? Mawili. Shati ya kwanza Sharti la kwanza na wao na wanachunga sehemu kubwa katika mwaka au mwaka mzima. Sharti la pili kwa ajili ya kufaidika na maziwa yake au kuzaliana. Sawa, mashati mawili kwa nani? Kwa wanyama. maji mbili mazao wao hayo haya taralii kwa mashati mangapi? Matatu. sharti la kwanza hiyo nafaka au matunda hiyo inafanyaje? na sifa ikuwekeka. Namba mbili, kwa asili yake ni kwa kidogo nini? Ndio ujazo. Namba tatu, hicho kiwango kio ni nini? kio ni milki, kio ni milki yake. Hizi ni mali ngapi? hizi ni mali mbili. Kwa hiyo, atijalia kesho tutakuja kumalizia hizi mali mbili zilizobakia katika mali nne za nini? katika mali nne za saba. Tuko kwenye shehe ya kwanza, ili hiyo mali iwe na zaka. Kuna majengo mangapi? uliona na ili ndio mali walikiona zaka. Tuone kuna mashati mangapi? Mashati matano. Sawa sawa, eh. Sasa tutapoanza hiyo mali yote kabali za kabali za zaka, sawa sawa, eh? Kwa hiyo tuna mali ya kwanza na mali ya pili, hiyo ni shati ya kwanza, baada shati ya pili, shati ya tatu, kama kufanyaje kama kumalizika. Kwa hiyo tutasimamia hapa baba kigalia, tutaendelea kesho. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasallam.